Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa e, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Nimeona taarifa hapa kubwa mno, Marekani yakamata meli ya mafuta yenye bendera ya Urusi, nyingine tena kukamatwa ambayo inahusishwa na Venezuela, huku Trump akipanua shinikizo la mafuta, lakini yote hayo yanatokea baada tu ya Marekani kufanikiwa kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro ambaye amesafirishwa mpaka Marekani. Lakini taarifa hii ya Marekani kukamata meli ya mafuta yenye bendera ya Urusi imekuwa ikiripotiwa tofauti. Kuna baadhi ya vyombo vya habari, hata hapa Tanzania, kuna baadhi ya wanahabari ambao wameripoti ya kwamba Marekani wamekamata meli ya Urusi, kitu ambacho kutokea Ingekuwa ni vita vya tatu vya dunia kuona Marekani wakikamata meli ya Urusi ni kitu ambacho ni vigumu mno kutokea. Nakumbuka juzi hapa Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema kwamba silaha zangu za nyuklia ni mara nne ya kile mlichokiona pale Hiroshima, Japan. Dunia inajua nini nilicho nacho. Ikitokea tunazitumia Ulaya itaanza kwanza kuungua. Huyu ni rais wa Urusi mwamba Vladimir Putin akiyazungumza hayo. Kwa hiyo hii taarifa imelipotiwa tofauti, sio kwamba Marekani wamekamata meli ya Urusi. Hii meli ilikuwa ni meli ambayo inatumika kusafirisha mafuta kutoka Venezuela kupeleka Iran, na meli hii imekuwa ikitafutwa na Marekani tangu mwezi Desemba, kama wiki mbili hivi Marekani imekuwa akitafuta meli hii kwa hiyo walichokifanya wakaamua kuweka bendera ya Urusi, na baada ya hapo, wakaomba msaada kwa Urusi ili waweze kutuma manowari pamoja na meli nyingine kwa ajili ya kuja kuisindikiza meli hiyo, lakini walichelewa kufika, na kabla hawajafika Urusi kwa ajili ya kuisindikiza meli hiyo yenye bendera ya Urusi, lakini hapo mwanzo ilikuwa ni meli ambayo inatumika kusafirisha mafuta kutoka Venezuela kupeleka Iran. Marekani walikuwa wamefika tayari na wakafanikiwa kuikamata meli hiyo. Kwa hiyo hii sio meli ya Urusi, ni meli ya Venezuela ambayo ni moja kati ya meli kumi za Venezuela zilizowekewa vikwazo na Marekani na imekuwa ikifuatiliwa kwa muda wa zaidi ya wiki mbili tangu mwezi Disemba. Ili kukwepa kukamatwa na Marekani, meli hiyo iliomba Urusi msaada wa kiulinzi, hivyo wakaiwekea bendera ya Urusi ili izaniwe ni meli ya Urusi, lakini pia military navy ya Urusi iliyotumwa kwa ajili ya escort, yani kuisindikiza meli hiyo, ilichelewa kufika eneo la tukio. Marekani wakawai na wakafanikiwa kuikamata meli hiyo. Nimeona Marekani pia wamechapisha e video ikionyesha namna ambavyo wanajeshi wake walifika katika meli hiyo namna ambavyo wameikamata meli hiyo. Marekani kila tukio ambalo wanakuwa na, wanalifanya e, mara nyingi sana linaingia katika rekodi na wanarekodi kabisa. Ni jeshi la Marekani kupitia wizara ya vita wameachia video inayoonesha namna special forces walivyokamata meli ya Urusi ambayo watu walizani ni meli ya Urusi, lakini haikuwa ni meli ya Urusi, ni meli ya Venezuela ambayo ilikuwa na bendera ya Urusi, huko kaskazini mwa Atlantic sio mbali sana na nchi ya Scotland, ambapo pia Marekani imethibitisha mbali na meli hiyo, wamekamata tena meli nyingine, hivyo kwa jumla ya meli mbili zimekamatwa eh, kwa muda wa siku moja, yani jana mpaka muda huu tunapozungumza, ni kwamba meli mbili zimekamatwa. Kwa hiyo haikuwa ni meli ya Urusi, bali ilikuwa ni meli ambayo Venezuela walikuwa wanatumia kusafirisha mafuta kutoka Venezuela kupeleka Iran. Kwa hiyo wakaomba e, eskoti kutoka kwa Urusi na wakaiwekea nani meli hiyo bendera ya Urusi ili ionekane kama ni meli ya Urusi, lakini Marekani wakafanikiwa kufika mapema na wakaikamata meli hiyo. Sasa niingie kwa kina zaidi, ndani zaidi, ambapo taarifa hii tuchambue inasemaje. Marekani ilikamata meli mbili za mafuta zenye uhusiano na Venezuela katika bahari ya Atlantic siku ya Jumatano, moja ikiwa chini ya bendera ya Urusi, kama sehemu ya juhudi kali za Rais Donald Trump za kuamuru mtiririko wa mafuta Amerika na kulazimisha serikali ya kijamaa ya Venezuela kuwa mshirika, baada ya kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro katika shambulio la kijeshi la Jumamosi huko Caracas. Marekani inazidisha kizuizi chake cha meli ambazo ziko chini ya vikwazo na zinazoenda na kurudi nchini humo, Amerika Kusini, mwanachama wa kundi la wazalishaji wa mafuta la OPEC. Ikulu ya White House pia ilisema inapanga kuondoa baadhi ya vikwazo ambavyo Trump aliweka kwa mafuta ya Venezuela mwaka 2019 wakati wa muhula wake wa kwanza. Msako wa wiki moja kuvuka bahari ya Atlantiki ulimalizika Jumatano asubuhi wa wakati walinzi wa pwani wa Marekani na vikosi maalum vya kijeshi vya Marekani wakiwa na kibali cha kukamatwa kwa mamlaka walipokamata meli ya mafuta ghafi ambayo inaitwa Marinera ambayo ilikuwa imekataa kuingizwa mwezi uliopita kabla ya kubadili bendera ya Urusi, maafisa walisema kwa kuwa manowari ya Urusi na meli zilikuwa karibu kukamatwa, huko kulihatarisha mapambano zaidi ya Urusi ambayo imelaani vitendo vya Marekani kuhusu Venezuela na tayari ina mgogoro na nchi za magharibi kutokana na vita nchini Ukraine. Kremlin haikujibu ombi la kutoa maoni kuhusu likizo ya umma nchini Urusi. Ilikuwa ni meli bandia ya mafuta ya Urusi. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema katika mahojiano kwenye Fox News, kimsingi walijaribu kujifanya kuwa ni meli ya mafuta ya Urusi katika juhudi za kuepuka utawala wa vikwazo. Huyu ni JD Vance, makamu wa rais wa Marekani anathibitisha kwamba ilikuwa ni meli feki au bandia ya mafuta ya Urusi na sio meli ya Urusi, lakini kimsingi walijaribu kujifanya kuwa ni meli ya mafuta ya Urusi katika juhudi za kuepuka utawala wa vikwazo. Mapema Jumatano, walinzi wa pwani ya Marekani pia walikamata meli ya mafuta iliyokuwa imebeba mafuta ya Venezuela ya ambayo inaitwa M Sofia yenye bendera ya Panama karibu na pwani ya kaskazini mashariki mwa Amerika Kusini. Maafisa wa Marekani walisema katika ukamataji wa nne katika wiki za hivi karibuni, meli hiyo ilikuwa imejaa mafuta, kulingana na rekodi za kampuni ya mafuta ya serikali ya Venezuela PDVSA. Meli ya Marinera ambayo hapo awali ilijulikana kama Bella Dash 1 haikuwa na mafuta, lakini Marekani inasema kwamba yeye, yani meli hiyo, pamoja na meli ya M Sofia ni mali ya meli kivuli ya meli za mafuta zinazotumika kusafirisha mafuta yaliyoidhinishwa kutoka Venezuela na Iran. Usafiri pekee wa nishati ya baharini Unaoruhusiwa utakuwa unaoendana na sheria za Marekani na usalama wa taifa. Steven Miller, naibu mkuu wa wafanyakazi wa ikulu ya White House, alisema katika taarifa. Kuna uwezekano wa kiuchumi usio na kikomo kwa sekta ya nishati ya Venezuela kupitia njia halali na zilizoidhinishwa na za kibiashara zilizoidhinishwa na Marekani. Mwanasheria mkuu Pam Bondi alisema katika taarifa kwamba wafanyakazi wa Marinera walifanya jitihada kubwa za kuepuka kukamatwa na kushindwa kutima agizo ya walinzi wa pwani na hivyo wanakabiliwa na mashtaka ya jinai. Utawala wa Trump pia ulikuwa ukishinikiza makubaliano ya Venez na Venezuela ili kuhamisha vifaa vilivyo vilivyokusudiwa China Mnunuzi mkuu wa Venezuela na kupata mafuta ghafi yenye thamani ya dola bilioni mbili. Matumizi ya nguvu ya kishujaa ya Marekani zile Venezuela na madai yake ya Amerika kwanza wakati Venezuela inapopoteza rasilimali zake za mafuta ni vitendo vya kawaida vya uonevu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Mao Ning aliwaambia waandishi wa habari. Trump amezungumzia waziwazi kuhusu kudhibiti akiba kubwa ya mafuta ya Venezuela kwa kushirikiana na makampuni mafuta ya Marekani baada ya kumkamata na kumfunga jela Maduro, ambaye amechagua kama amemchagua kama dikteta wa biashara ya dawa za kulevya katika ligi kuu na maadui wa Washington. Waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela diosdado Cabello alisema Jumatano jioni kwamba watu mia moja walifariki katika shambulio la Marekani. Trump alisema kwenye mitandao ya kijamii Jumatano kwamba Venezuela itatumia mapato kutoka kwa makubaliano yake ya mafuta na Marekani kununua bidhaa za Marekani ikiwa ni pamoja na bidhaa za kilimo na dawa. Maduro mwenye umri wa miaka 63 alikana mashtaka wiki hii kwa uhalifu wa dawa za kulevya alipofikishwa mahakamani akiwa amefungwa pingu mjini New York. Washirika wa Maduro wa chama cha kisosialisti bado wako madarakani nchini Venezuela, ambapo kaimu rais Delcy Rodriguez anavuka mipaka kati ya kulaani utekaji nyara wa Maduro na ushirikiano wa kuanzisha upya na Marekani chini ya vitisho vya wazi vya vurugu zaidi za kijeshi kutoka kwa Trump. Maafisa wakuu wa utawala wa Trump, wakiwemo mawaziri wa mambo ya nje Marco Rubio na waziri wa ulinzi Pete Hegses walifanya mikutano ya siri kuhusu Venezuela siku Jumatano kwa ajili ya Seneti na baraza la wawakilishi la, la Marekani. wa demokrasia walisema, wanataka taarifa zaidi. Wanapendekeza kuiba mafuta ya Venezuela kwa kuielekeza kwa bunduki na kutumia nguvu hiyo milele kuendesha nchi. Seneta cha Murphy, wa chama cha Democratic Chris Murphy wa Connecticut aliwaambia waandishi wa habari katika mahojiano na Fox News, Jesse Watters, Prime Time, Vance alipendekeza kwamba Marekani ingedhibiti nchi hiyo kupitia akiba yake mafuta. Tunadhibiti rasilimali za nishati na tunaambia serikali unaruhusiwa kuuza mafuta ili mradi tu unahudumia maslahi ya taifa ya Marekani. Huruhusiwi kuyauza ikiwa huwezi kuhudumia maslahi ya taifa ya Marekani, Vance alisema. Trump ambaye ni mrepublican alisema Jumanne kwamba Marekani itasafisha na kuuza hadi mapipa milioni hamsini mafuta ghafi yaliyokwama nchini Venezuela chini ya vikwazo vya Marekani, hatua ya kwanza katika mpango wake wa kufufua sekta, sekta hiyo ambayo imekuwa ikidorora kwa muda mrefu licha ya kuwa katika akiba kubwa zaidi duniani. Ili kuwezesha makubaliano ambayo Trump alielezea Marekani inaondoa vikwazo kwa mafuta ya Venezuela. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Leabiti aliwaambia waandishi wa habari Jumatano. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa kuhusu nini kinachoendelea huko kubwa. Endelea kukaa karibu nasi, tuachie maoni yako, lakini pia endelea kutufuatilia zaidi kwa kina, taarifa zilizochambuliwa kwa kina zaidi na zenye uhakika, kede kede, hapa hapa, Uhuru Online Media.